Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV, leo tumekuandalia somo kuhusu triad na chord, ikiwa ni sura ya kumi na tatu ya mwendelezo wa mafunzo yetu, na somo hili litaetwa kwako nami mwalimu Ayubu romad gasila, mwalimu wa mziki na mpiga kinanda. Kabla tujaanza somo letu la leo, karibu uweze kubonyeza alama ya subscribe hapo chini na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kufikiwa pindi tunapoweka mafunzo katika chaneli hii. Lakini pia karibu kulike, ku comment na kushare, ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Lakini pia kama una swali lolote au una pendekezo, unaweza ukatuandikia sehemu ya komenti hapo, ili tuweze kufanyia kazi mawazo yako. Muhimu kufahamu katika somo la leo ni trayadi na kodi: jinsi ya kuunda trayadi, aina za trayadi, mifano ya trayadi ngazi kuu na ndogo, migeuko ya trayadi. Somo ni trayadi na kodi, lakini tajikita zaidi katika trayadi, tajikita zaidi katika trayadi. Trayadi ni nini? Trayadi ni nota tatu zinazosikika kwa pamoja ambazo huundwa na nota ya shina nota ya tatu kutoka kwenye shina na nota ya tano kutoka kwenye shina kama ambavyo tunaona hapa. Kwa hiyo hii ndio trayadi. Unaona kuna wako na nota tatu, ambayo ya kwanza ni nota ya kwenye shina au mzizi, baada hapo tunakuwa na nota ya tatu kutoka kwenye shina, na baada hapo tunakuwa tuna nota ya tano kutoka kwenye shina, ambayo hii zote zinasikika kwa pamoja na zinapigwa kwa mara moja ili uweze kuelewa vizuri na kuwa na mtiririko mzuri kuhusu somo hili, hakisha umepitia kuanzia sura ya kumi ambayo inahusu toni na nostoni, sura ya kumi na moja ambayo inahusu ngazi au skeli, sura ya kumi na mbili inayohusu intavali, na upitie vizuri aina zote za intavali, kisha uweze kuendelea na hii somo la sura ya kumi na mbili kumi na tatu ambayo inahusu trayadi na kodi. Tofauti kati ya trayadi na kodi. Kodi ni mchanganyiko wowote wa noti mbili, tatu au zaidi zinazopigwa au kusikika kwa pamoja. Hmm, ni mchanganyiko wa noti mbili, tatu au zaidi zinazopigwa au kusikika kwa nini, kwa pamoja au kwa mara moja. Trayadi ni aina maalum ya kodi yenye noti tatu ambazo ni mzizi, noti ya tatu na noti ya tano kutoka kwenye nini, kwenye shina. Kwa kifupi, trayadi zote ni kodi lakini sio kodi zote ni trayadi. Kwa hiyo, zikiwa zimepigwa nota mbili kunasikia kwa, kwa pamoja ni kodi. Tatu ni kodi, nne ni kodi hata zaidi ni kodi. Lakini zikiwa tatu na zinafuata mtiririko wa upangaji ambao tunaanzia mzizi au shina, nota ya tatu kutoka kwenye shina, nota ya tano kutoka kwenye shina, hiyo inakuwa inaitwa trayadi au ni inaitwa nini? Trayadi. Kwa hiyo trayadi zote ni kodi lakini sio kodi zote nini? ni trayadi. Trayadi trayadi ni, ni tatu. Utaona mfano wa aina mbalimbali mbali za kodi ambako hapo, kuna major major kodi, kuna minor, kuna dominant, kuna diminished, kuna augmented pamoja na suspended kodi. Unaweza ukaiangalia sheet kwa sababu nimesema somo letu tutajikuta zaidi katika trayadi, lakini pia ukitaka kuchukua upata nakala hii nimechukua katika your, your guitarbrand.com unaweza kaangalia, ukaingia kwenye website, unaweza kufanyaje, ukaichukua. uundaji wa trayadi. Jambo la msingi wakati wa uundwaji wa trayadi ni kutumika kwa intavali ya tatu kutoka pichi moja hadi pichi nyingine. Azifuatazo ni hatua za kuunda trayadi. Hatua ya kwanza ni kujenga skeli. Panga nota za skeli kutengeneza oktava moja. Kwa kama ni kwenye C utapanga oktava moja, utaanzia kwenye C hapa D E F G A, B, utafika mpaka kwenye C utakuwa umeendeleza tayari nini? Oktava moja. Baada ya hapo, hatua ya pili ni kuongeza pichi nyingine. Kwenye scale tutaongeza pichi nyingine mbili kwa intervali ya tatu kwa pichi hadi pichi. Kwa utaongeza pichi nyingine mbili kama ambavyo tunaona hapa. Ambao kila kutoka kwenye pichi moja hadi pichi nyingine ni kutoka kwenye ya kwanza mpaka hapa ni tatu na kutoka hapa kwenye hii hapa mpaka hapa ni tatu. Utaongeza hivyo kwa skeli nzima, na kwa kufanya hivyo tutakuwa tumeunda trayadi ya skeli nzima kama tunaona hapo. Itakuwa itakuwa na namba moja hii mbili hii tatu hii nne tano sita saba na hii itakuwa ni sawa na ya kwanza ambayo ni nini? Octave. Ya ya kwanza ya C. Hizi trayadi ambazo tunaziunda tunaziunda huwa zina majina yake, kama ambavyo tulijifunza pia katika sura ya kumi na moja, vipago vya vipago vya noti, sio? Lakini hapa tunajifunza kama ambavyo imetumika katika kuunda nini, trayadi. Na huwa tunatumia noti ya kwanza au noti au shina au mzizi, ndio ubeba jina la trayadi. Kwa mfano ile namba moja, kutoka kwenye mchoro wetu hapa, namba moja ni tonic, sawa sawa na do, ambao ndo do ndo shina lake ndo shina la triad lakini, namba mbili ni supertonic, namba tatu ni mediant, namba nne ni subdominant, namba tano ni dominant ambao ni so, namba sita ni submediant la namba saba au lead ni kiongozi au lead ni ti au si. Aina za triad, tutajifunza aina nne za triad. Ja, aina ya kwanza ni triad kuu au major triad aina ya pili ni trayadi ndogo au minor trayadi. Aina ya tatu ni trayadi iliyozidi au augmented trayadi, na aina ya nne ni trayadi iliyopungua au diminished trayadi. Trayadi kuu. Trayadi kuu huhusisha intervali kuu ya tatu kutoka kwenye shina na intervali ya tano au kamili kutoka kwenye nini? Kwenye shina, kama ambavyo tunaona hapa. Kwa hiyo ndio intavali kuu inakuwa ni nota ya kwanza ya tatu kutoka kwenye shina na nini? Ya tano kutoka kwenye shina. Kulingana na ufunguo husika. Kwa mfano, kama hapa kwenye C major trayadi ndio tunavyoona hapa. Mecha hii ndio C, shina yetu ipo kwenye C. Noti, noti ya tatu kutoka kwenye shina na noti ya tano kutoka kwenye shina ndio tumechora hivi kwenye staff. Hata kadhalika kwenye kinanda inakuwa tuna C, tuna E pamoja na nini? Na G kwamba tumeruka ii hatua ya kwanza ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, hii ya tatu ya tano ni trayadi ndogo. Trayadi ndogo huhusisha kodi zenye intavali ya tatu ndogo kutoka kwenye shina na intavali ya tano kamili nao pia kutoka kwenye shina. Kwa trayadi ndogo inakuwa ina, ina intavali ya tatu ndogo au iliyo punguzwa kama ambavyo tuna au iliyo iliyo yenye flat iliyo punguzwa kama ambavyo tunaona kwenye kwenye kielezo hiki hapo. Kwa inakuwa triad ndogo inaundwa na noti ya shina, noti ya tatu inakuwa ndogo ambavyo tunaona hapa, lakini pia inakuwa noti ya tano ambayo ni kamili au unabaki vile vile. Hapo tunakuwa tumeunda nini? Triad ndogo kama ambavyo tunaona hapo. Na kwenye kinanda inamaanisha, kwa si kwenye Kwenye staff ndo kama ambao tumeiona hivi, lakini katika kinanda imesha itakuwa ni C, lakini itakuwa ni E, ni E flat au D sharp pamoja na nini, na G kawaida. Tunaona hiyo ndio trad iliyopungua. Trad iliyopungua huundwa kwa trad yenye intervali tatu ndogo kutoka kwenye shina na intervali ya tano iliyopungua pia kutoka kwenye shina. Kwa hapa ya tatu na ya tano zote zinakuwa nini? Ndogo. Ya tatu na ya tano zote zinakuwa ndogo kama ambavyo tunaona kwenye kielezo hiki hapa. Ndio hivyo. Ya tatu inakuwa imepungua, pia na ya tano inakuwa fanyeje? Imepungua, sio hivyo? Kwa nasema uki trayadi kuu ikiteremshwa nota ya tatu na nota ya tano kwa nusu noti utapata trayadi iliyopungua. Trayadi iliyopungua hapa nasema pia inaweza kupatikana kwa kuchukua trayadi kuu kisha kupandisha noti nota ya shina kwa nusu toni. Kwa hiyo ukipandisha nota ya shina kwa nusu toni, pia na zingine zikabaki kama kawaida, unaweza ukapata nini? Trayadi iliyopungua. Lakini tumekuandalia kielezo inachoonyesha zilizopungua ya tatu na na ya tano. Kwa mfano utaona hapa, kama ni kwenye kwenye stafu, itakuwa inaonekana kama ambavyo inaonekana hapa, ya tatu pamoja na tano zitakuwa zimepungua, lakini kwenye kinanda itakuwa ndo kama vitakuwa ni C pamoja na E flat pamoja na nini na G flat kama ambavyo tunaona hapa. Trayadi iliyozidi, trayadi iliyozidi hupatikana kwa kuchukua trayadi kuu na kuipandisha nota ya tano kutoka kwenye shina kwa nusu toni. Kwa hiyo hapa tunaipandisha nota ya tano kutoka kwenye shina kwa nusu toni na nyingine zinabakia kama kawaida. Kwa hiyo utaona hapa mfano hapa kwenye ya tano tumefanyaje? tumepandisha kwa nusu toni, tunapata nini? Augmented. Au kama ni hapa ya tano tumefanyaje? Tumeipandisha, tunapata nini? Aa, ni trayadi iliyozidi au augmented triad. Kwa mfano kama hapa ni, tutakuwa tuna noti ya shina, noti kuu ya tatu, pamoja na noti iliyoongezwa noti ambayo ni noti ya ngapi? Ya tano, kama ambavyo tunaona hapa. Tunaona pia kwenye staff na mechi itakuwa imechorwa kama hivi, kama ambavyo tunaona hapa. Kwa kodi ya funguo C tutakuwa tuna C ya tatu iliyopo ya kawaida, lakini ya tano iliyopandishwa. Hadi kwenye kinanda tutakuwa nayo kama ambavyo tunaona hapa, tuna C na hii pamoja na nini, na G ambayo imefanyaje, imepandishwa, ambayo ni G sharp. Kwa hiyo utakuja kuona kwenye aina zote ambazo tumezipitia trayadi, kuwa major trayadi ndio ipo hivi, lakini naona ndo nota tatu root, ambayo ndio shina, shina baada hapo, ina ya katikati ya tatu pamoja na ya tano lakini kwenye minor tuna root, lakini tuna ya tatu ambayo imepungua minor third, lakini pia na nini ya tano. Lakini kwenye diminished triad au iliyopungua ndio tuna hizo zote mbili zimefanya je, zimepunguzwa ya tatu na ya tano, ambayo tutakuwa tuna ya tatu ya kwanza root note, lakini ya ya pili iliyopungua ya, ta, ya ya tatu iliyopungua minor third, lakini pia na ya tano ambayo imefanya imepunguzwa diminished fifth lakini pia kwenye augmented triad itakuwa tuna kama ambavyo tunaiona hapo, tuna root note na major na major na major third, lakini pia tano augmented fifth ambayo tumeipandisha kwa nini, kwa nusu toni kama ambavyo tumeziona. Kwenye baadhi ya vifupisho ambavyo vinatumika kuonyesha triad ambavyo unaweza kukutana nayo, unaweza kukuta kiandikwa hivi, C unamaanisha C major, au C major major minor a lakini inatumika min inatumika dim au negative, lakini kwenye augmented huwa inatumika plus au aug au plus, kwa hiyo kwa kutumia vifupisho hivyo unaweza pia ukaweza kutafsiri nini kile ambacho kimemaanishwa hapo. Kimemaanishwa trayadi kuu za funguo mbalimbali, trayadi za tonic kwenye shina root zilizopo kwenye funguo kuu meja bila alama ya ufunguo, utaonyesha bila alama ya ufunguo kana kwamba kama kuna, kuna noti baadhi ambayo ipo kwenye kwenye toniki kuu au kwenye shina ya noti lakini ipandisho itakuwa imekiwa pandisho au kiteremsho. Kwa mfano tutaona hapo kuu ya C ndoo inakuwa hivi, ya G inakuwa hivi, ya D inakuwa hivi, ya A, ya E inakuwa hivi, ya B inakuwa hivi, ya F sharp inakuwa hivyo, ya F kawaida inakuwa hivi, ya B flat inakuwa hivyo, ya E flat inakuwa hivi, ya A, E flat inakuwa hivi ya D flat inakuwa hivi, hali kadhalika ya G flat inakuwa hivi kama ambavyo tumeiona. Hizo ni kuu cool. Lakini tradi za ngazi minor mbalimbali hapa mbali. Tutakuonesha tradi za tonic kwenye shina root zilizopo kwenye funguo ndogo au minor bila alama ya ufunguo kwa sababu kile tulijifunza kwenye aina za kwenye scale kwamba kila ngazi kuu ina ngazi yake ndogo ambayo kwa kifupi tu kwenye si, ngazi kuu yake inakua sasa. Hizi hapa kuzipanga katika triad zake, mesha yenyewe wao, tunasema ina minor ya nini? ya A, sio hivyo? Au ina ngazi ndogo ya A. Kwa hiyo kuanzia kwenye la ya A ndio itakuwa nini? Itakuwa inapangwa kama hivyo. Wako ni inaitwa A ndogo au A minor, lakini itakuwa ni nini? Ina kama C. Hali kadhalika hii ni E, hii ni B, hii ni F, hii ni ya C sharp, hii ni F sharp, hii ni C sharp, hii ni G sharp, hii ni D sharp, hii ni D D minor, hii ni kwenye G, hii ni kwenye C, hii ni F. Hii ni B. Hali kadhalika hii ni E, inamaanisha minor ya E. Trayadi za ngazi kuu. Hapa takuonyesha trayadi za ngazi kuu ambazo takuwa tumezianda kulingana na fungua. Hapa kianza mfano, azipanga kwa namba, sio hivyo? Namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano, namba sita, namba saba. Naeza ukazipanga kwa majina yake na kawaida ya namba moja huwa inakuwa ni meja, namba mbili huwa inakuwa ni maina, namba tatu ni maina, namba nne ni meja, namba tano ni meja, namba sita ni maina, namba saba ni diminished na namba nane nini ni meja. Ni Kwa ni, meja, ni ya kwanza ya nne ta, ya, ya tano pamoja na nane, lakini ya pili ya tatu na sita huwa ni maina, lakini ya saba huwa inakuwa nini? Diminished. Kwa hiyo tumepanga C lakini hapa tutakuja, kwa hiyo tumepanga G. Kwa hiyo G tutakuwa tumepanga hivi kama unavyoona nimesha kwenye G pale pale, tunazipanga tu tatu tatu tatu, ambapo tunaanza ya kwanza na kuja ya ta, ya kwanza ya tatu na ya tano, kija kwenye ile ya kwanza ya tatu na ya tano, hali kadhalika mpaka octave zima inakamilika. Tukija kwenye D vivyo, hivyo tutaanza ya kwanza kwanza tutapanga nimesha kama tutapanga nani noti za scale nzima kwa, kwa octave moja baada ya hapo tutaziweka hizi mbili mbili kwa, ku, kwa kuongezea juu ya tatu na ya tano ya tatu na ya tano kwa kila, kwa kila noti baada hapo apo tutakuwa tumepanga trayadi ya ufunguo D. Hali kadhalika tukija kwenye kwenye F itakuwa ni vivyo hivyo. Hali kadhalika tukija kwenye E E vivyo hivyo kama ambavyo tumeona mgawanyiko wa trayadi. Tradi zote ugawanyika katika makundi mawili ambayo kuna tradi za msingi na tradi hafifu, kama ambavyo nilikuwa nimekwisha kudokeza na kuelezea hapa, kwa tradi za msingi na tradi hafifu tradi, tradi zote za msingi ni ya kwanza, ya nne na ya tano katika funguo kuu meja ni tradi kuu, na ndani ya tradi za msingi utagundua kwamba nota zote za ngazi kuu zimo ndani yake. Kwa namamba, nota ngazi Nota, nota, nota zote za ngazi kuu zimo ndani yake. Utakuta vani kwamba yenye no, no nota ngazi kuu zote zitakuta zita nini zimo ndani yake, kama hapo utaona kwenye kielezo hapo mbele. Lakini trayadi, ni, ni ya pili, ya pili ya tatu ya sita kwenye funguo ni ndogo, nazo ni trayadi tunazita nini? Secondary Utaona kielezo hiki hapa, ya tumesema ya kuna ya kwanza ya nne na ya tano, lakini itakuwa na ngapi? Ya pili ya tatu pamoja na ya ngapi, pamoja na ya sita Kambavu, tunaona katika ni kitendo cha nota ya shina au ya tatu kuwa juu na kuifanya nota ya sauti ya nne. Kuwa ni nota ya tatu au ya tano kutoka kwenye shina. Kwa kawaida trayadi inapokuwa kwenye shina huwa na mpangilio ufuatao. Huwa kuna kuna noti ya shina, huwa chini, ikifuatia noti ya tatu na kisha ya tano. Hapo ndio trayadi inakuwa kwenye nini? Kwenye shina. Lakini tutakapoipangua na kuanza kuhamisha shina kwa mia upande wa juu zaidi au ya tatu kwa mia upande wa juu zaidi, hapo tunakuwa tumefanyaje? Tumefanya mgeuko wa trayadi au tumefanya trayadi inversion. Kwa kitendo cha nota ya shina au ya tatu ya shina au ya tatu kuwa juu na kuifanya nota ya sauti ya nne sio, kuwa ni nota ya tatu au ya tano kutoka kwenye shina, hiyo inafanya nini? Inafanya tuwe tumefanya mgeuko katika nini? Katika trayadi anga... Kwa... Kwa... aina mbili za migeuko ya trayadi ambapo kuna mgeuko wa kwanza na mgeuko wa pili. Mgeuko wa kwanza hutokea pale ambapo Nota, nota ya intervali ya tatu kutoka kwenye shina ikiwa chini na kufuatiwa na nota ya tano ya tano, kisha na nota ya shina, hapo trayadi itakuwa na mgeuko kwenye mgeuko wa kwanza. Yaani ukiitoa nota yenye shina na ukaipeleka juu ya nota ya tatu na nota ya tano utakuwa umefanya mgeuko wa kwanza. Lakini mgeuko wa pili hufanyika pale ambapo noti intervali ya tano kutoka kwenye shina ikiwa chini, ikifuatiwa na shina na kisha noti ya tatu, trayadi na kuwepo kwenye nini? Kwenye mgeuko wa pili. Kwa mfano huu, ndo ndio mwonekano wetu wa kawaida wa trayadi, unakuwa na shina, nota ya tatu moja na nota ya tano, lakini tuki toa hii ya, kwa, ya shina tukaiweka juu inaanza ya tatu ya tano ikafata shina, na kwenye mgeuko wa kwanza tena. Ya tatu ya tano kwa tena tukaanzia ya tano shina afu ya tatu o, unakuwa mgeuko wa pili wa trayadi ukawa umeelewa hapo. Kwa hiyo, nota intervali ya tatu, kutoka kwenye shina, ikiwa chini ikifuatiwa nota ya tano kisha shina, hapo trayadi inakuwa kwenye mgeuko wa kwanza. Lakini pia nota intervali ya tano kutoka kwenye shina, ikiwa chini ikifuatiwa na shina kisha ya tatu, hapo trayadi inakuwa kwenye mgeuko wa pili kama ambavyo tumeona katika kielezo hiki hapa. Na kuonesha mgeuko Herufi hizo zinatumika, herufi huwa zinatumika kama hizo. Ikitumika A inamaanisha kuonesha trad ipo kwenye shina, ikitumika B inamaanisha kwamba trad ipo kwenye mgeuko wa kwanza, lakini ikitumika C inaonyesha kwamba trad ipo kwenye mgeuko wa pili. Baadhi ya migeuko kwenye funguo tofauti tofauti, utaona hapa kwenye funguo G, hii ndio mgeuko wa kwanza ndio ipo ikiwa kwenye shina. Lakini, mgeuko wa kwanza, utakuwa hivi ambako ambako hii itapanda juu hapa. Tu imekosewa ime, ilibidi iwe kwa mbele hapa kwenye do. Lakini, umenipata vizuri, minyeshe, do, kwenye do hapa. Lakini mgeuko wa tatu ilibidi kwenye mi, kwenye mi ndio ipande juu, na kwenye ufunguo D vivyo hivyo. Hii ni intervali ya kwanza a Samani, sio intervali hii ni trayadi ambayo imeweka namba moja huu ni mgeuko wa kwanza huu ni mgeuko wa pili lakini lakini nadhani hapa alitaka andike G ni G lakini hapa imefanyaje imewekwa katika ah ime, ime samani sio G ni ya nne lakini ya nne ambayo ina mgeuko wa kwanza ya nne ambayo ina mgeuko wa pili lakini ya nne ambayo ina mgeuko wangapi watatu kama tunavyoona hapa kuna nne chini hapa, hapa. hii ilikuwa ni ya kwanza, kwanza ni nne kwa kwenye D D kwenye, lakini mbili kwenye mgeuko wa kwanza nota namba nne inakuwa hivi, lakini mgeuko wa pili inakuwa hivi kama ambavyo inaonekana hapo lakini hali kadhalika hii hapa tumetumia nota ya tano kwenye ufungo. Hii ni ufungo B B flat meja, tunakuta hapa ni tumetumia ya tano ambayo ya kawaida ndio inakuwa hivyo kwenye B flat, lakini ya tano, ya tano ambayo ina ina mgeuko wa kwanza, lakini hali kadhalika ni ya tano, ni mgeuko wa pili. Hali kadhalika hapa tumetumia fungo A A meja, inamaanisha hii ni ni ya, ya sita ambayo ipo kawaida, ya sita ambayo ipo kwenye mgeuko, ipo kwenye ipo kwenye shina, ipo kwenye mgeuko wa kwanza, ipo kwenye mgeuko wa pili. Hali kadhalika hii hapa ni ya saba, sio hivyo? Ambayo ni leading au kiongozi, sio hivyo? Ambayo kwenye ufunguo kwenye ufunguo kwenye ufunguo E, sio hivyo? Ni ufunguo E flat major, sio hivyo? Ambayo hii ni ya saba, sio hivyo ya saba ambayo ipo kwenye shina lakini inafuatia hii ya pili ambayo ipo kwenye, kwenye mgeuko wa kwanza. Hali kadhalika ni ipo kwenye nini? Kwenye mgeuko wa pili. Sehemu ijayo inayofuata, tutajifunza kuhusu mwendelezo wa kodi. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, usiache kubonyeza alama ya subscribe, ili wa kwanza kupata mafunzo yetu pindi anapokuwa hewani. God bless you Uwe na wakati mwema.